Mbali za wakati huu, karibu tena ikiwa e, ni mida ya usiku saa mbili hivi saa tatu e, kuelekea huko e, tarehe tisa Disemba ambapo wanaharakati kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii walitangaza juu ya uwepo wa maandamano yaliyoitwa maandamano ya amani kuanzia leo Disemba tisa na kuendelea, lakini serikali hata rais pia wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Eh, Dkt. Samia Suluhu Hassan kupitia ujumbe ambao uliwasilishwa kwa Watanzania na Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba aliwatakia Watanzania eh, siku kuu njema ya kusherehekea miaka 64 ya uhuru wa Tanzania, lakini pia akiwaasa Watanzania wale ambao kwa namna moja ama nyingine watakuwa hawana shughuli ambazo eh, zitawafanya watoke majumbani, wahakikishe ya kwamba wanabaki majumbani. Jeshi la polisi pia likatoa tamko kwamba maandamano hayo yamepigwa marufuku kwa sababu hayajafuata e, utaratibu kwa sababu e, haijulikani mwandamanaji ni nani, lakini pia ataandamana kutoka wapi mpaka wapi, yani hakuna kibali cha maandamano. George Simba Chawene, waziri wa mambo ya ndani ya nchi, pia akazungumzia kwa kina zaidi kwamba waandamanaji e, wamesema kwamba watakifanya e, kile ambacho kilitokea Oktoba 29, hiki cha Disemba 9 kitakuwa ni kikubwa zaidi. George Simba Chaweni akasema kwamba hayo sio maandamano e, bali ni mapinduzi, na serikali kwa ujumla, jeshi la polisi e, kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama wakaapa Leo kuhakikisha kwamba hali ya utulivu inakuwepo Tanzania. Mapema asubuhi tumeona e, vyombo vya ulinzi na usalama e, katika mikoa mbalimbali katika majiji makubwa Tanzania ambayo Oktoba 29 na kuendelea tulishuhudia eh, vurugu zikitokea kwa kiasi kikubwa. Eh, vyombo vya ulinzi na usalama, polisi, wanajeshi wakiwa mitaani, lakini pia kuna baadhi ya majiji tumeshuhudia helikopta zikipita eh, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba usalama unakuwepo katika jiji la Dar es Salaam, eh, kitovu hiki cha biashara eh, tumeshuhudia eh, mitaa mingi sana ikiwa haina watu. Kariakoo eh, kukiwa hakuna watu kabisa, lakini pia vyombo vya ulinzi na usalama eh, vikihakikisha kwamba usalama unapatikana na watu ambao walikuwa wanajaribu kuingia katikati ya jiji walikuwa wakihojiwa. Lakini pia bila kitambulisho ilikuwa ni vigumu sana kutembea. Hakikisha kwamba una kitambulisho, utahojiwa unakwenda wapi, unatoka wapi, unakwenda kufanya nini lakini pia katika mikoa mingine hali ni hiyo hiyo. E, biashara sio kama siku zote, watu wamejifungia ndani. Mwanaharakati Mange Kimambi amejitokeza hadharani. Nadhani kwa wale ambao namfuatilia Mange, mimi pia nilisema kwamba nitakuwa e, namfuatilia Mange kujua atazungumza kitu gani. Kwanza nilikuambia kwamba leo hakuna sehemu yoyote ile ambayo watu wameandamana zaidi tumeshuhudia tu baadhi ya maeneo ambapo eh, magari ya wanajeshi yakipita wananchi wanashangilia, hata helikopta ilipopita jijini Arusha watu wakashangilia pia. Lakini kuhusu uwepo wa maandamano hatujashuhudia jambo hilo. Hata nilipokuwa napitia taarifa eh, za BBC, BBC pia wakasema kwamba hawajashuhudia kikundi chochote cha watu walioandamana leo. Hata CNN pia nao hivyo hivyo, kiufupi ni kwamba hali ilikuwa ni shwari Tanzania, yani kana kwamba maandamano yameshindwa kufanyika leo. Kwa hiyo tulikuwa tunasubiria kumwona Mange atazungumza kitu gani baada ya maandamano kushindikana eh, kufanyika, lakini pia sio Mange tu na wanaharakati wengine. Lakini kwa nini Mange? Ni kwa sababu amekuwa ni moja kati ya watu au wanaharakati ambao kwa sasa wanatazamwa mno na Watanzania, lakini pia vijana wajenzi kwa kiasi kikubwa mno. Siku tatu zilizopita Mange aliandika kwamba tarehe 9 Desemba saa 1 asubuhi Watanzania wote tutaingia barabarani kudai haki kwa amani. Macho ya dunia yatakuwa Tanzania on December 9. Tutashinda, God is on our side, we shall win, hakuna kurudi nyuma. Kwamba Mungu atakuwa upande wetu, hakuna kurudi nyuma. Sasa leo baada ya maandamano kushindikana, Mange aliposti video eh, akielezea kile kilichotokea na amesema kwamba vijana wa Gen Z eh, wasijisikie vibaya kwa kushindikana kwa kufanyika kwa maandamano ya amani, lakini pia amesema wasivunjike moyo kwamba siku bado eh, zipo, lakini pia anasema kwamba hili alishaliona mbali kwamba maandamano hayatafanikiwa kwa sababu e, pale tu alipopata taarifa kwamba serikali imesitisha kwamba hakutakuwa na sherehe ya kusherekea e, siku ya uhuru wa Tanzania, akasema kwamba hapo tu nikajua kwamba serikali imejipanga ipasavyo kuhakikisha kwamba maandamano hayatafanikiwa. Kumbuka Mange alipendekeza kwamba maandamano yapelekwe mpaka tarehe ishirini na tano ya mwezi Desemba, eh, siku kuu ya Christmas, kwamba itakuwa ni vigumu mno eh, kwa vyombo vya ulinzi na usalama kuweza kucontrol eh, movement ya watu itakuwa ni vigumu mno kuwaambia watu kwamba Chris, Christmas hakuna, kwa hiyo watu wajifungie ndani. Ameelezea vitu vingi sana, anasema kwamba hata maandamano ya tarehe 29 Oktoba yalifanyika na kufanikiwa kwa sababu ilikuwa ni siku ya uchaguzi na ilikuwa ni vigumu ya kucontrol movement ya watu, hivyo ndio maana alipendekeza tarehe 25 ya mwezi Disemba. Lakini pia kumbuka, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akizungumza na wazee kule Dar es Salaam alisema kwamba ameona huko mitandaoni kuna mtu anasema kwamba tusiandamane tarehe 9 mwezi Disemba, serikali imejipanga, e, tuandamane tarehe tano, e, siku kuu ya Christmas. Rais akasema kama serikali tumejipanga e, kulinda nchi. Hivyo haijalishi wataandamana siku gani, lakini vyombo vya ulinzi na usalama kama serikali pia tumejipanga kuhakikisha kwamba tunailinda nchi yetu. Hata maandamano ya Oktoba 29 Mheshimiwa Rais alisema kwamba nguvu iliyotumika iliendana na e, matukio yaliyotokea Oktoba 29. Kwa hiyo chochote kingetokea pia serikali ilikuwa ishajipanga kuhakikisha kwamba basi maandamano hayatafanikiwa. Kwa hiyo Mange ameadmiti E, ya kwamba ni kweli leo wameshindwa e, kuandamana, lakini pia akiwataka vijana e, wa Gen Z e, wasi, wasivunjike moyo kwa kile ambacho kimetokea kime leo Tanzania, lakini e, aliona jambo hili mbali zaidi kwamba litakuwa ni gumu mno kufanikiwa baada tu ya serikali kuhailisha sherehe za uhuru. Sasa, baada ya kuposti video hiyo Mange akaifuta video hiyo kwa wale ambao amefuatilia, akaja kuandika kitu kingine ambapo pia nimeona hapa Watanzania wengi wametoa maoni yao, lakini pia nimepitia maoni ya wanaharakati wengine ambao wameposti pia kuhusiana na Disemba tisa, ambao walikuwa wakihamasisha kwamba mafanikio yao e, ni kuhakikisha kwamba kila ambacho kimetokea leo kwamba serikali imeogopa watu wamejifungia ndani wameikosesha serikali mapato nikajiuliza, kwamba je, shughuli za watu ambao e, kwa kawaida Watanzania wengi wanategemea shughuli za kila siku kujipatia kipato, je, wameliona hilo kwa upande mmoja ama mwingine, kwamba kuna Watanzania ambao wanaumia e, mambo kama haya yakitokea, au wao wameangalia tu kwamba wameikosesha mapato serikali. Mange kitu ambacho amekiandika hapa baada ya kufuta ile video ambayo alikuwa ameiposti akiadmiti kwamba hiki alishajua kwamba hakitafanikiwa. Kama unavyotazama hapa e, Mange ameandika hapa kwamba haturudi nyuma, safari ya ukombozi haijawahi kuwa rahisi, ushindi ni lazima na tutashinda. Kuanzia sasa Tanzania ni lazima kuwe na maandamano all the time, mpaka haki ipatikane kwenye nchi yetu haki kwanza haki ikipatikana, amani itafuata automatically. Hiki ndicho kitu ambacho amekiandika hapa Mange, kwamba hatutorudi nyuma, safari ya ukombozi haijawahi kuwa rahisi, ushindi ni lazima na tutashinda. Kuanzia sasa Tanzania ni lazima kuwe na, ma na maandamano muda wote mpaka haki itakapopatikana kwenye nchi yetu. Haki kwanza, haki ikipatikana, amani itafuata automatically huyu ni Mange na watu wengi mno wametoa moni yao hapa, kama unavyoona, tutaenda mdogo mdogo. Huyu wa kwanza anasema kwamba wananchi wa Tanzania hawajitambui, leo Dar es Salaam hakuna hata mtu aliyetoka ndani, sijui tumelogwa. Mwingine akasema hapo sawa, yani ni moto mpaka kieleweke, yani bampa tubampa mpaka wateme bungo. Mwingine akasema naunga mkono hoja episodi ya tatu iwe Desemba 25, mpaka akubali kustep up ndo na sisi tutapumzika. Mwingine akasema kwamba dada, kwa mapambano ulionayo nayo, yani nchi ikikombolewa siku kirudi tu upewe uwaziri na tutakupa na usiukatae tafadhali. Mwingine akasema kwamba kusimamisha shughuli zote nchi nzima, hayo ni mafanikio makubwa sana mtu mwenye utimamu hawezi kubeza mapambano haya. Yasiwe na ukomo, tutiane moyo kesho tena, tusirudi nyuma. Kupigania haki sio rahisi, kuna gharama zake, hivyo tuwe tayari. Mwingine tena hapa akasema kwamba Mange, tunahitaji uwepo wako kama sio Instagram, basi TikTok, yana umekaa kinyonge sana, tunahitaji sauti yako Ha, ha, tunahitaji sauti yako tafadhali, usiache hawa mashetani wa kuvunje nguvu ya kuweza kupambana. Tuko katikati ya vita, ukipoteza kisu unaokota upanga, tunasonga mbele tafadhali. Mwingine akasema kwamba leteni picha za leo tutume CNN kupitia kwa Lari Madoo, akiwa kejeli hapa, watu walete picha za leo. Mwingine akasema kwamba kesho usafiri wataruhusu, tutaenda mjini mwingine akasema kwamba Damange, I hope uko mzima wa afya kabisa, ila sister, umeona leo kilichotokea, yaani hakuna nchi tena. So inahitajika kazi kubwa sana ya kuweza kuhamasisha watu ili tarehe ishirini na tano watu tuweze kurudi barabarani. So naomba ufungue akaunti nyingine Instagram, maana ndiyo kuna hamasa kubwa zaidi mwingine atasema kwamba hapo sawa, Damange, ila tukisema tusubiri Christmas, tunampa adui muda. Na ukikumbuka walisema kipindi kile kuwa waje muda wowote, tumejipanga na sisi, tunasema hivi, sawa, kesho tutaendelea, haina shida. Kufikia tarehe ishirini naamini tutakuwa tushachukua nchi yetu Watanganyika. Hawa ni baadhi ya watu ambao wametoa maoni yao e, kwenye posti hii ya Mange akielezea kile ambacho kimetokea leo, lakini pia kwa namna moja ama nyingine akiadmiti kushindwa e, kutokana na hiki ambacho kimetokea. Hakuna maandamano yaliyofanyika, na Mange pia amekubali kwamba leo e, wameshindwa, lakini hili jambo aliliona kitambo sana. Nimepitia hapa kwa Hilda Newton, yeye kwa upande wake ameandika mafanikio ambayo kama wanaharakati wameyapata. Kwanza anasema Gen Z, mna pepo yenu mbinguni Mmesababisha yule muuaji ahailishe sherehe za uhuru wa Tanganyika, mmesababisha leo kila mtu atembee na kitambulisho, mmesimamisha shughuli zote za uchumi, Kariakoo zimesimama, mmesababisha ofisi zote zimefungwa mjini leo, mmesababisha polisi wazurule nchi nzima bila utaratibu leo. Mmefanya kazi kubwa kuliko mnavyozani. Nchi hii itakombolewa ndugu zangu eh, kikubwa tusife moyo. Akaandika tena kwamba tukiandamana bila kikomo watakaoshindwa vita ni wao. Ukifungia Kariakoo kwa siku saba eti kisa unaogopa maandamano, utakuwa umesimamisha shughuli za kiuchumi nchi nzima. Madagascar walichukua nchi yao baada ya wiki tatu. Morocco ilichukua mwezi mzima. Nepal ilikuwa siku tatu ngumu. Sudan walienda miezi mitano mpaka sita. Baadaye Mexico hivyo hivyo. Tusife moyo, hii vita tumeshashinda hawa ni wa kuwawashia moto mwanzo mwisho. Huyu ni eh, Hilda Newton pamoja na Rose Mayemba wanasema haikuwa kazi rahisi, lakini kwa hiki ambacho wamekifanya bado, eh, ni kikubwa sana. tuchia mwani yako kama Mtanzania, wanaharakati wamekubali kushindwa, eh, kwenye maandamano ya leo, lakini wanasema kwamba bado wamefanikiwa kusimamisha shughuli, lakini pia kwa namna moja ama nyingine wamekosesha serikali mapato. Mimi nauliza kwamba vipi kuhusu watanzania ambao wamejipungia ndani, wengine wanategemea shughuli za kila siku kupata kipato. Je, hao wameangaliwa kwa namna moja ama nyingine? Wanaishi vipi? Toa maoni yako hapo, lakini kubwa zaidi, endelea kutufuatilia hapa kwa taarifa mbalimbali.